Engineer, kwa nini majengo haya yote ambayo nimeyatembelea hapa tayari mlishapiga mpaka sakafu? BOQ ya shule hii ulielewa vizuri mhandisi? Maelekezo ya michoro ulielewa vizuri? Mheshimiwa Waziri, baada ya kabla hatujaanza kutekeleza mradi huwa tuna tunakaa wahandisi wote tunapitia e... mlikaa mkaelewa mchoro? yeye ndio tulikaa tukaelewa mchoro. Nani aliyechagua michoro hii hapa kwenye timu yenu? Maana kule huwa tunatoa tuna, tuna, tuna michoro ya kulingana kwanza na eneo lilipo. Kama eneo linaathiriwa na mambo ya matetemeko, kuna michoro yake. Kama eneo liko safe halina mambo ya mitetemeko ya ardhi, kuna michoro yake. Hapa mmeweka michoro ya aina gani katika hiyo miradi? Tuweka michoro ambayo haina matetemeko. Huo ukuta una thickness kiasi yes, gani kuta za nje zinazobeba jengo. 150 mm. Eh? Ni mita 150. BOQ inataka ziweje? Kwa nini imeweka 150 badala ya 230? Na Mheshimiwa Naibu Waziri, naomba nieleze kidogo historia hapo. Ah, mimi nataka tu nijibu. Dio, kwa baada yani ukuta thickness yake ilitakiwa iwe ngapi kwa ukuta ya nje nje? Takribani 230. 230 ndio hiyo? Mliojenga ni 230? Tumejenga 150, lakini tukaintroduce na bioqueue nyingine katikati ya ukuta. BOQ inasema kuna ku introduce hicho kitu. Mheshimiwa Naibu Waziri, kabla hatujaanza kuimplement miradi huwa tuna huwa tunapitia upya ma, ma, ma BOQ ambayo imeandaliwa ikiendana pamoja na michoro ili tuangalie budget kama mradi ambao fees imekuja inakamilisha mradi na kama kunakuwa kuna, kuna changamoto ya ukamilishaji wa miradi, huwa tuna tunaandika tuna tunaandika namna ya kuboresha baadhi ya specification, na muandikia nani, tushae kuandika tukapeleka mkoani, wali approve walisema, tekeleza bila kuasili ubora wa wa jengo eh, tekeleza bila kuasili ubora wa jengo kwa ukuta thickness mia mbili na hamsini mia mbili na thelathini we umeweka mia moja na hamsini mbao ulizotumia kwenye kenchi ndo BOQ inavyoelekeza. kuna papi mbili kwa tatu draft mbili kwa mbili, kuna laft ambao ni mbili kwa mbili kwa nne hmm? BOQ nasema, BOQ kutoka ofisi ya waziri mkuu TAMISEMI nasoma two by six, we umefanyaje hapa? Ndio, nilisema Mheshimiwa Naibu Waziri, baada ya ... Ah, wewe nieleze umefanya kama BOQ inavyosema. Hapana, nilibadilisha nilibet, nilibet, specification. Ulibadilisha? Ndio. Afisa Elimu Wilaya? Yes, hivi ndio shule ambazo Mheshimiwa Rais anaelekeza ana zijengwe? Ndio, tulielekeza zijengwe hivi bila bila bila bila utaratibu. Wewe si msimamizi? Unahusika kusimamia? Afisa Elimu, unahusika kusimamia? uhusiki ni mbie? Ndio. Hapana, nahusika mkuu, nahusika mm -hmm. Lengo la Mheshimiwa Rais ni kuhakikisha tunapata majengo yenye ubora, watoto wetu wanasoma sehemu nzuri na kunakuwa kuna na, na thamani ya fedha. Tukijenga majengo kwa kulipualipua hivi, haitaisha, miaka mitano mbele tutahitaji tena kujenga mengine, jambo ambalo si lengo la serikali. Mheshimiwa Rais anataka tukileta fedha akiileta fedha yake hapa iwahudumie Watanzania kama ilivyotakikana. Sasa jengo kama hili limejengwa halijafuata BOQ inavyotaka, kuta za nje hazijazingatia inavyotaka, kenchi hazijazingatia inavyotaka, floor imepigwa bila, bila kuwekwa mawe. Hii hi, jambo halikubariki. Mheshimiwa Rais ameleta hela hapa mnataka kuzitumia vibaya. Alafu mna, mkikamatana, kamatana unaanza kutindua unaweka kwa hela zako. Una hela gani za kuweka mawe kwenye shule yetu ya serikali? Kwa niaba ya Waziri wa TAMISEMI, Profesa Shemdoe, ninamwelekeza Katibu Mkuu TAMISEMI kumsimamisha kazi mhandisi kuanzia sasa, wakati akikamilisha taratibu za kiuchunguzi ambazo nina taarifa na ninafahamu kwamba timu ilishakuja hapa, hatua ambazo zime fikiwa kwenye shauri hilo, katibu mkuu, ninamwelekeza kwa niaba ya mheshimiwa wa waziri azikamilishe na mhandisi huyu achukuliwe hatua za kinidhamu, na kama kuna fedha yoyote itabainika imetumika ndivyo sivyo, pamoja na hatua hizo za kinidhamu, akiwa amesimama kazi, fedha hizo arudishe, wote waliohusika warudishe fedha hizo. Nimeanzia kwenye kikao cha ndani na ndio nikaja hapa. Afisa utumishi wapi? Kwa niaba ya waziri wa TAMISEMI Profesa Shemdoe, ninamwelekeza katibu mkuu TAMISEMI <coughs> amsimamishe kazi afisa utumishi na alete watu wachunguze mienendo ya afisa utumishi katika kusimamia watumishi wenzake na nidhamu ya watumishi ndani ya Mkalama. Mambo ya hovyo hovyo hayakubaliki.